Kitu inafaiamshe mwanamke asubuhi ni nyundo, si alam ama sauti yako. kama mwanamme atinendo nipikie chai no. Kitu inafaa yamshe mwanamke asubuhi ni nyundo, asikie tu imeingia chwa, kwa sababu asubuhi most women wanakuaga wakowet, especially kama ulilala nae usiku na ukamwaga ndani, asubuhi atamka awet Si lazima mromance, so kitu inafaa imuamshe ni nyundo, asikie tu gari imeingia na ishapakiwa ndani, hmm? na umkune, umkune, hiyo atashinda vizuri the entire day. Si mambo ya amka, unipikie chai, soksi yangu iko wapi, long yangu japiga pasi, viatu zangu. Hey, we Tumia nyundo kuamsha mama asubuhi, bana gasia. Mtatumia nyundo kwa mabibi zenu ama <laughs> mtawacha mwende zenu maandamano. <laughs> Mnambua mtumie nyundo kuamsha mabibi zenu hmm? Mwamshe nyundo. Si ndio? Anyway, hamjamboni tena, kwa majina ni Betty. <laughs> Shukrani ndo zangu jumani. Mm, huyo jamaa anawaeleza. Most of the time wanapenda kutumia video, video zake kwa sababu gani? Kuwapatia ma, uh, ma mafundisho pia saa zingine. So in case maybe one day anaweza kuja kuona video zake kwa chaneli yake. <laughs> Uh, ni muhimu kwa sababu kuna vitu zingine ambavyo anaongea na watu wengi pia hamwelewi. Si ndio? Uh, then, uh, napenda mafundisho yake pia, as much as mimi nafundishanga pia, mimi napenda kusikiza mambo ya mafundisho yake ha? Lakini cha muhimu ni kwamba amesema fanya nini? Mwamshe mabibi zina hai. Good, mwamshe mabibi zenu na na nyundo, yaani mnamshughulikia bibi yako na asubuhi, morning glory wakati mkiamka, si ndio? Natumia morning glory, ndio mwanamke bibi yako mpenzi wako anafanya nini? Anashinda akiwa active akikuimba amenitendea. <laughs> Ona. Ona. So, mfanyie bibi yako mamaktaba ili asubuhi at least anakuamkia na kuimbia nyimbo nzuri asubuhi. Tumeelewana, ah. So, ndio ni hivyo. Hai <laughs> Good.